Je, nyoka wa Edeni alikuwa mwovu au alikuwa mjumbe kutoka ufalme wa ukweli? Katika Mwanzo tatu sura ya kwanza nyoka anaambiwa ni mwerevu kuliko wanyama wote, andiye anayemwambia Hawa kuhusu tunda la maarifa ya mema na mabaya. Lakini baada ya kula, Mungu asema Mwanzo tatu sura ya 22: Tazama, mtu amekuwa kama mmoja wetu, ajuaye mema na mabaya basi asije akanyosha mkono wake akatwaa pia matunda ya mti wa uzima, akala akaishi milele. Swali ni hili: kwa nini Mungu asiwe na furaha kwamba mwanadamu ameanza kujua mema na mabaya? Je, maarifa hayo yalikuwa uwasi au kuamka? Baadhi ya maandiko ya kale kama maandiko ya Nag Hammadi yanamwonyesha nyoka si adui, bali msaidizi wa Roho anayewapa wanadamu ufahamu wa kweli na katika simulizi za kale za Anunnaki kutoka Mesopotamia, Enki, mmoja wa miungu, alitaka binadamu wapate maarifa, ilhali ndugu yake Enlil alipinga. Enki alimtuma mjumbe ambaye wengine humwita nyoka kumfumbua Adamu na Hawa. Je, tunasimuliwa hadithi moja ilhali kuna ukweli mwingine uliofichwa?